Mheshimiwa Kiswaga. Ananisumbua mno Bungeni. <tip> Namshitaki kwenu, ananisumbua mno. Usumbufu. Leo <tip> <tip> <tip> nagundua kuwa usumbufu ule, mmemtumanie. Mbaka <tip> nimwambie, mtaunumiwa. <mdangu> <tip> Mbaka nimwambie, mtaunumiwa. Mbaka nimwambie, mtaunumiwa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa, Desemba 21 mwaka 2024 alifanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika jimbo la Magu. Moja ya mradi ambao aliukagua na kuridhishwa na utekelezaji wake ni ujenzi wa shule ya wasichana ya mkoa wa Mwanza inayojengwa katika kata ya Ihushi, wilaya ya Magu mkoani Mwanza, ambapo mheshimiwa waziri mkuu pamoja na mradi huo alipongeza jitihada kubwa za mheshimiwa mbunge wa jimbo la Magu kuendelea kuwatetea wananchi wa jimbo la Magu akiwa katika vikao vya bunge pamoja na kuwasilisha serikalini. Na hakika hapa waziri mkuu hakuweza kujizuia, aliamua kuzungumza yote anayoyafahamu kumhusu mheshimiwa Kiswaga.

Mimi kila mwaka huwa nafika kila kijiji na mwaka huu tayari wanamijashi nimefika, nimeeleza yote ambayo Dr Samia, rais wa awamu ya sita, ameyatekeleza kwa wilaya ya Magu na kijiji chenyewe oh, cha Mjashi. Kwa hiyo yale ambayo nilipata kuyaeleza leo kwa ujumla wake, nitaeleza kwenye mkutano kule wa hadhara, lakini tosha kusema hivi sisi wana Magu baada ya rais daktari Samia Suluhu Hassan kutoa fedha kwa kila mkoa, mkoa wa Mwanza umetutendea haki kutuletea shule hii kwenye wilaya yetu ya J. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais na wewe kama kiongozi mkuu wa shughuli na serikali bungeni, wakati wote huwa nasema madiwani, mbunge, sisi ni chombo cha wananchi, chombo cha kuwasikiliza, chombo cha kubeba na chombo cha kuwasemea kwa Mheshimiwa Rais na kwenye sehemu mbalimbali ambazo zinaweza kutatua changamoto. Kazi hiyo kama viongozi wa wananchi tumeifanya, na kazi ya Mheshimiwa Rais ni kuleta fedha na mheshimiwa rais ameleta fedha kwenye wilaya yetu ya Magu. Sasa basi, kwa sababu umetembelea shule yetu hii ya wasichana, na kwa sababu umejionea inavyoendelea hii shule ni kubwa, nilete ombi kwako na kwa serikali yetu kwamba tupatiwe gari la wanafunzi, gari la shule, ili wanafunzi wetu wasipate tatizo wakati wote wanapotaka kupata huduma la pili, kwa sababu hapa kisima tulichochimba wata tembo yake iko mbali sana, maji yanakauka wakati mwingine. Mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba ule mradi wa maji utakapokamilika ule mkubwa wa UWASA iweze kutufikishia maji hapa, ili tumalize tatizo kubwa la maji. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu ya muda huu, niombe kukubali kwamba mengine tutazungumza kule na ninauhakika kwamba una taarifa za kutosha kuhusu wilaya yetu. Ya shukurani ya mwisho, umelipita hili barabara letu. Wakati tunachakata budget lilikuwa limekatika kabisa, watu walikuwa wanabebwa, watu wamejifungulia pale. Tunaishukuru serikali ya mama Samia ilitupa milioni mia tatu na kujenga daraja hilo ambayo tumelijenga na jana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wakati inazungumza kwenye road board, kati ya barabara nne, hii ndiyo barabara tunayoiombea ipandishwe, hadhi itengenezwe na TANROADS, kwa sababu ni barabara muhimu sana ambayo inaunganisha barabara zote hapa. Baada ya kusema hayo, nitosha kusema kwamba Mungu akubariki sana. Tanzania kwa kutufikiria, wana Mwanza wana Magu, kutujengea shule nzuri kabisa ya kisasa ambaye watoto wetu wa kike wanasoma mahali hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watoto wa kike walikuwa wanapata changamoto nyingi, ukizingatia sisi wasukuma baisikeli ni kitu cha kawaida. watoto wa kike walikuwa wanapanda baisikeli kutoka maeneo ya mbali kuja kuitafuta elimu, lakini kwa hekima na heshima kubwa aliyotufanyia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi tunamshukuru sana na watoto wetu sasa hivi wanasoma kwa amani na utulivu. Tunachokiomba tu watoto ambao sasa wanasoma katika shule hii tumwahidi Mheshimiwa Rais kufanya kusoma vizuri na matokeo yawe matokeo ya hali ya juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakushukuru sana kwa kututembelea katika kata hii ya Mujeshi wilaya ya Magu na tupelekee salamu kwa mheshimiwa Rais ya kwamba tunamshukuru sana, wana Magu tunamshukuru sana, wanamwanza. Mwanza mwanza Girls sasa inapaa, na tunamwahidi matokeo mazuri. Shule hii ya wasichana ni miongoni mwa shule 26 za sayansi za wasichana za bweni ambazo zimejengwa katika kila mkoa katika Tanzania Bara. Na Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye mwasisi na miongekamomo wa ujenzi wa shule hizi mauzuzi kabisa kwa ajili ya watu wa kike na lengo kuu ni kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri kwa ajili wa ya watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi, lakini kujiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kukatisha masomo yao. Mheshimiwa waziri mkuu, mradi huu ujenzi wa shule hii unajengwa chini ya mradi wa SEQUIP na jumla ya shilingi bilioni nne ana zimeletwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha shule hii inajengwa. Mheshimiwa waziri mkuu, tayari shule hii imekadiriwa na mpaka mdahuo

kwa kuwa ujenzi unaendelea, najua kasoro hazikosi, lakini mkuu wa mkoa tumemwambia asimamie. Tuna fedha kidogo ambayo inatakiwa kukamilisha kuletwa hapa ili kazi iendelee, kutoka na kupanda kwa gharama ktokan, niwaambie hakuna mradi utalala hapa, miradi yote itakamilika, na hiyo fedha tunahitaji, waziri yuko, tutaleta tukamilishe Shule ikamilike wanafunzi wetu, watoto wetu wote waendelee kusoma hapa kwa raha na mstarehe, na wapate taaluma, waendelee na maisha yao uko mbele. Endeleeni kuwa na imani na rais wetu, kwa sababu kazi kubwa ambazo zinafanya sasa ni kuakia, tunawafikia kwa huduma ya kila jambo ambalo kila siku ukiamka unahitaji kuhudumiwa nao, kwa mfano swala la elimu ni uhitaji wenu muhimu kwa ajili ya watoto wetu wa Tanzania. Na leo hii Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameendelea kupanua wigo wa kutolipa ada mpaka kidato cha sita, hulipi ada. Kwa hiyo hakuna sababu ya mtoto wa Tanzania kutokupeleka shule, kwa sababu anaanza chekechea mpaka form six, au kwa kutolipa ada na wale vyuo vikuu, fungu au bajeti maongezi ya wizara ya elimu kwa ajili ya kukopesha wale ambao familia waliafamilia atona uwezo wa kujaribia wanapokwenda vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini, na hivyo basi bajeti imepanda kutoka bilioni mia sita arobaini mpaka bilioni mia saba sitini kuruhusu vijana wengi zaidi waweze kunufaika. Pelekeni watoto shule, hatuna sababu ya mtoto wa Tanzania leo kuto mpeleka shule, na tunataka watanzania wote wao wamepata elimu. Shule ambazo tunajenga. Wote mnajua tuna shule ki za msingi kila kijiji kwenye wilaya hii. Na hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Kiswaga, na tuna shule za sekondari zaidi ya thelathini, thelathini na mbili za serikali na private ziko kama tisa zinafanya 41. Kwa hiyo wilaya hii ina sekondari karibu kila kata. Na kati ya hizo tuna shule mpya zimejengwa kwa mujibu wa Waziri ziko kama nane tisa mpya kabisa. Hii ni ya kumi ambayo imejengwa hapa Mugashi. Haya ni matokeo ya uongozi bora wa mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, piga makofu mengi anasamia. <laughs> Ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais, kati ya maelekezo ya mpango kazi wake ya kwamba lazima tutekeleze miradi inayoigusa kila siku, ukiacha elimu, lakini pia na eneo la afya, naniye ikashahidi kazi inafanywa na halmashauri yetu chini ya malioni wetu kujenga zahanati kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma za awali huko huko kwenye vijiji. Kazi hiyo inaendelea na halmashauri, lakini serikali kuu pia inaleta fedha kuunga mkono kwenye jitihada hizo. Kwa mara ya mwisho, mheshimiwa Kiswaga tumempa tumemjulisha kwa kwamba tunapeleka milioni mia mbili hamsini kwa ajili ya zahanati tano kwenye halmashauri yake, na hii zilishakuja kwenye ukumu la halmashauri kujenga halmashauri vituo vya afya Mheshimiwa alileta kila kata tujenge kituo cha afya, lakini nilimwambia kwamba vituo vinavyojengwa sasa vya afya ni vikubwa, hatuwezi kujenga kila kata. Tukijenga kila kata kituo cha afya, vingine havitatumika, kwa kuwa huduma zinatolewa ni za hali ya juu kuliko mahitaji ya kata, na kwa hiyo tulimwambia ainishe maeneo ya kimkakati yanayotosha kuweka vituo vya vya afya na katika kipindi hiki tumempa vituo vya vya afya saba kwenye wilaya hii. Mheshimiwa Kiswaga, endelea kufanya ukaguzi kuona wapi kuna uhitaji wa kituo cha afya, tuambie serikali yao iwaletee fedha ili kituo kingine kiongezwe huko. Rakodhani tunahitaji kituo cha afya. Mama Samia oye! hospitali ya wilaya imekamilika. Mwisho, tumeleta milioni mia saba kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto, wodi ya wanaume, barabara na kuimarisha maeneo mengine kwa na vyoo ose wilaya, na sasa inaweza kukutibu bila kusafiri kwenda Mwanza, kila kitu kinaishia hapa hapa na hiyo barabara nimanyiakuai. Ndugu wananchi, mheshimiwa Kiswaga mambo naoyafanya bungeni kwa ajili yaauuau nia mwetu, mimi nilichofanya ni kuja kuwahakikishia kwamba hamkupoteza kura yenu mwaka elfu mbili na ishirini kumchagua Mheshimiwa Kiswaga kuwa mwakilishi wenu. Anawakilisha vizuri na naamini atawakilisha vizuri, kwa sababu sisi kama serikali na tunaomsaidia Mheshimiwa Rais tunapokea yale yote mnayoagiza na kumpa Mheshimiwa Kiswaga, anayasema na tutaendelea kuyatekeleza. Eneo nyingine barabara, tuna barabara kuu na barabara za ndani Si barabara za ndani, Mheshimiwa Rais aliridhia kuunda taasisi e, inaitwa naitwa Tarura, na hapa ligo tawi la Tarura na injinia yuko hapa hapa ninaposema. Moja kati ya jukumu juku, lake juku, ni kuhakikisha wanaingalisha kijiji na kijiji, kata na kata, kata na makao makuu ya halmashauri, na lazima iwe kwenye mpango kazi wake. Tushamletea fedha, lakini kwa kuwa hapa makao makuu iko barabarani na ni mji mkubwa lazima awe pia na mpango wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami pale katikati ya mlaa, ili barabara zote zipitike. Malengo ni yale aliyosema mbunge, fedha zikija, basi huku mainjinia wachangamke watengeleze haya. Kwa hiyo tumekubaliana na mheshimiwa mbunge, amesema anahitaji mitaro, kuna maji mengi yanayotiririka barabarani, anaharibu barabara. Tumeshaleta fedha kujenga mitaro kwa kiwango cha mawe ili baadhi yaweze kutiridika. Kazi hiyo tumeiachia ruwasa na ru, eh, tarura na tarura, nijipange vizuri. Hakikisheni kazi ya mbunge anayosema kwa ajili ya wananchi wake haidondoki chini, nitapotea lazima wananchi washuhudie utekelezaji huu kwa ajili ya mafao yao. inalo <tipa> e, jukumu moja tu iliyomeleta e, Magu e, ni kuja kufuatilia miradi ambayo inajengwa sasa kwa lengo la kutaka miradi hii ikamilike, ianze kutumika na wananchi. Mwanze kutumia miradi hii. Ni miongoni mwa miradi iliyoombwa sana na mbunge wenu Mheshimiwa Kiswaga. Pale bungeni, alileta orodha ndefu ya changamoto zilizoko kwenye wilaya hii na tumeanza kuzitekeleza, katika kipindi cha miaka mitatu hili na nusu na kwenda minne kazi kwa ai, sio siri kama sio Mheshimiwa Kiswaga kuorodhesha changamoto na serikali kutekeleza, sikugezuga mambo mengine, lakini leo hii tunazungumza nafuu mkubwa hapa kwenye eneo hili Mheshimiwa Kiswaga y akanimwambie Mheshimiwa Kiswaga, nimeanza kutembelea mradi mkubwa wa maji tunajenga tanki kubwa la maji. Mheshimiwa Kiswaga alituambia eneo la Kisesa na kujiona kuna shida kubwa maji, lakini pia Mheshimiwa waziri alipopata taarifa hii kwa awali akaja kutekeleza mradi mdogo ili kukwamua shida hiyo, huku tukijenga mradi mkubwa kule jijini Mwanza Butimba, na huku kujenga tenki litakalobeba maji lita milioni tano ili liweze kuleta maji lakini nimekuja kuhakikishia kwamba serikali yenu bado imara, rais wetu imara zaidi, chama cha mapinduzi imara zaidi zaidi zaidi, na nyiwe wanamagu mko imara zaidi zaidi na zaidi, kama Mheshimiwa Kiswaga yuko imara zaidi na anaendelea kuwapigania, na nimekuja kumhakikishia hapa Mheshimiwa Kiswaga kwamba orodha aliyoileta ya changamoto za Magu tumeendelea kuzifanyia kazi. Malengo yetu kufikia mwezi wa sita mwakani tuwe tumefika angalau asilimia tisini tisini, na ni msingi Mheshimiwa Kiswaga, kwa kuwa kufikia mwezi wa sita tutafikia asilimia tisini tisini. Na nyiwe wananchi, mmeona jitihada kwa asilimia tisini, sina mashaka na nyiwe kwamba mtaomba aendelee ridhaa, aendelee kazi Ka za Mheshimiwa Kiswaga zinaenda sambamba na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kila anachoomba kwa mawaziri wetu na anazileta kwa waziri mkuu. Nataka nimshtaki baadaye, analeta kwa waziri mkuu, mimi nikienda kwa mheshimiwa rais nikimwambia, anasema tekeleza, anasema tekeleza, na ndio faida mnaoipata leo wana Magu. Haya ndiyo mapinduzi chanya ambayo yameletwa katika jimbo la Magu. Lakini ndivyo namna ambavyo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Magu ameitekeleza ilani kwa vitendo, akitimiza wajibu wake kama mbunge kuwasikiliza wananchi, lakini kuwatetea na kuwawakilisha ipasavyo katika vikao vya Bunge. Nikiripoti kutoka hapa Magu katika kipindi chetu cha tumetekeleza jimbo la Magu, mimi ni Dominik Kibubeshi wa Tuntume.